Tarehe tatu Novemba mwaka huu, genge la wahuni linalodaiwa kuwa wafuasi wa chama cha Ford Kenya lilivamia na kutekeleza uharibifu mkubwa katika mgahao mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga na kusababisha hasara kubwa kwa mbunge huyo. Tukio hilo linadaiwa kutokea muda mfupi baada ya mbunge Kalasinga kutangaza kumuunga mkono mgombea huru Eric Wekesa aliyekuwa akitafuta wadhifa wa wakilishi wadi ya Chwele Kabuchai, hatua ambayo inadaiwa kukosolewa na baadhi ya viongozi wa Ford Kenya. Akihutubia waandishi wa habari wa baada ya kutangazwa rasmi kwa Eric Wekesa mwakilishi mteule wa wadi hiyo Kalasinga alilani vikali tukio hilo na kutishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya chama cha Ford Kenya, akisema kitawajibika kwa gharama za uharibifu uliosababishwa. Chama ya Ford Kenya vile waliambia vijana wakakuja, wakapika hoteli yangu na nyumba because they came in daytime. Yes, yes. In capes Ford Kenya yes. wametumwa na candidate wa Ford Kenya yes. na watu wenye wanajulikana wa Ford Kenya walikuwa hapo we have yes. tuko na yes. OB zote zimeandikwa yes. yes. I want that party to know that I'm going to court to seek compensation of over 17 million ambaye I know I will win because tuko na majina yao in the office na katika kikao hicho cha wanahabari aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati pamoja na George Juma wamemsuta kinara Ford Kenya Moses Wetangula, wakidai kuwa chama hicho kimekuwa kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya kaunti ya Bungoma kwa miaka mingi. Viongozi hao wamesema kuwa wakati umefika kwa wananchi kufanya maamuzi tofauti kwa manufaa ya maendeleo ya eneo hilo got 67% of the vote. Hao your candidate mwingine akapata 32%. There is no by election that has happened yesterday that was a very clear mandate given by the people of Chwele. Sasa mimi watu Tusiogope. Let's not fear. Wakati imefika lazima tuzime hii chama cha Ford Kenya hapa <coughs> Mimi kwanza nataka kuchukua fursa ya watu wa Chwele Kabuchai kuwekea papo wa roma ni indicator. Na kama papo wa roma dereva wa gari alienda driving school amejua nini bado na mwisho ambao muko eh. Sijui mtakujiao tiketi wapi Jeremia eh. Na Cornelius <coughs> <coughs> Nikiripotia runinga ya Tandao, mimi ni Alex Wekesa.